Kaeni mara moja, mtengeneze utaratibu wa mpiti. Chukueni mageti yale ambayo yalikuwepo ambayo yalikuwa yatumike ya kwa hiyo ya shughuli nyingine, wekeni hata kwa hata kwa umbali wa kuruka kituo kimoja wake, ili mweke mageti yale mrejeshe masuala ya ya mawasiliano masuala ya internet, pamoja na masuala ya umeme, wakiwepo na TANESCO pamoja na maeneo mengine ya ukusanyaji wa mapato. Ndani ya siku kumi tuone hii shughuli ikirejea katika hali yake ya ya kawaida. Kaeni kuanzia leo, mwaratibu husisheni wadau wote, wakandarasi husisheni mabenki husisheni wadau wote kwenye kila eneo ambako mnaona kuna mmoja wako anahusika. Kaeni pamoja tupate suluhisho la mpito, wakati tunaandaa suluhisho kurejesha katika utaratibu wake wa kawaida. Hili ni jambo la muhimu, ili Dar es Salaam irejee katika hali yake ya kawaida. Na mimi niwaombe, waombe Watanzania, miundombinu hii ikisharejea Twendeni sote tuwe walinzi. Hii ni mali yetu, tuwe walinzi kila eneo ambako tuna rasilimali hizi. Ni mali yetu, tuilinde. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi pia ulileta pendekezo la barabara ya kwenda mpaka Kibaha. Rekebisheni yale maeneo ambayo yalikuwa bado yako na zile blocks ili kuweza kuruhusu magari yatumike barabara zote na kuleta uharaka wa utumiaji wa njia hiyo ya maeneo hayo. Niseme eneo moja la mwisho.